Usisahau kulike, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele Abu Imran Online TV karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ikhwatul aizza. Sab'at alamat idha ra'aytaha fika faalam annaka min ahli ljanna. Hizi alama saba, ndugu yangu mpendwa mtazamaji, ukiziona zinapatikana kwako wewe, ukiona unazo hizi alama zimedhihiri kwako wewe, hizi alama saba, basi tambua wewe ni miongoni mwa watu wa janna, yaani miongoni mwa watu wa peponi. Ni zipi alama hizo? Insha Allah, twende pamoja na mimi mpaka mwisho wa maudhui hii ili uweze kufaidika biidhni llahi tabaraka wa taala. Alama ya kwanza kabisa ndugu yangu mpendwa mtazamaji, alhubbu alquranul karim. Ukijikuta wewe ni mpenzi wa Qurani, unaipenda qurani, lakini pia walamalu bihi, na unaifanyia kazi qurani eh, lakini pia wa qira'atihi wa tadabbur, unaisoma Qur'ani na unazingatia yale ambayo yako ndani ya Qur'ani, basi itambua hiyo ni alama miongoni mwa alama ya watu wa janna, kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni hudan linnas, ni mwongozo kwa watu Bimaana watu watakaoshikamana na Qurani, watu hawa wanakuwa ni watu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala kama alivyosema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasalam, Allah ana watu wake na watu wake ni ahlul Qur'an. Kwa hivyo, ndugu yangu katika iman, Qurani hii ukishikamana nayo ukiipenda ukiizingatia, ukatadabbur na ikawa wewe ndio unakata muda wako mwingi kwa ajili ya Qurani, basi wallahi hiyo ni alama kwako ya kheri, ni alama ya watu wa janna. Hiyo ni njia miongoni mwa njia za kwenda peponi biidhnillahi tabaraka wa taala. Hiyo ni alama namba moja, lakini alama namba mbili, kathratul istighfar Ukiona moyo wako unakusukuma sana kufanya istighfar, unafanya sana istighfar. faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Basi ikiwa unafanya sana istighfar muda wote unakumbuka kufanya istighfar, basi kumbuka, hiyo ndugu yangu, ni alama eh, ni tunu kutoka kwa Allah jalla jalalu, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, wama kana Allahu wa ma kana wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa hawaadhibu wale ambao wanafanya istighfar. Istighfar ni njia miongoni mwa njia za kuelekea janna ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukiona wewe unapenda sana kufanya istighfar, basi tambua hiyo ni alama miongoni mwa alama za watu wa janna. Lakini alama nambari tatu, al-iltizamu bi arkani al-islamiyah ni kulazimiana ama kuweza kushikamana na zile nguzo tano za Kiislamu, kila nguzo yake, nguzo yake ama kila nguzo moja ya Kiislamu ukawa unaifanyia haki na unaitekeleza kadri ya uwezo wako wote, kama vile anavyotaka Allah jalla jalalu. Ukiona hilo linakusukuma kufanya hivyo, basi ujue wewe ni miongoni mwa watu wa janna kwa sababu buniyal islamu ala khamsi. Ndugu zangu, Uislamu umejengwa juu ya vitu vitano umejengwa juu ya nguzo tano ikiwemo shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah, ushuhudia kalimatu tauhid, lakini pia Muhammad ni mjumbe Mwenyezi Mungu, lakini pia itamu sala, kusimamisha sala, lakini pia itau zaka, kutoa zaka, somo ramadhana, kufunga Ramadhani, lakini pia hijjul baiti liman istata sabira, na kuhija alkaba kwa yule mwenye uwezo. Ukiona hizi Unashikamana nazo hizi nguzo tano, ambazo ndio buni ya lislamu ala khams. Uislamu umejengwa kwa nguzo hizo tano. Wallahi, mtu akashikamana na hizi basi, wallahi hiyo ni alama miongoni mwa alama za watu wa janna, kwa sababu huwezi kwenda janna bila kupitia humu katika nguzo hizi. Lakini hiyo ni alama nambari tatu. Namba alama nambari nne, ikiwa ukiwa imedhihiri kwako, ujue wewe ni mtu wa janna, ni husnul khulqi wahifdhu lisani ni kuwa na tabia njema na kuhifadhi ulimi. Majirani hawapati tabu na wewe kutokana na ulimi wako, kutokana na tabia zako, watu wanafaidika kutokana na wewe, haui ni kikwazo kwa wengine n yani, bimaana tabia zako ni njema, watu wanafurahika na wewe e, lakini pia unahifadhi ulimi wako, hautumii ovyo ovyo, kwa sababu ulimi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinamsababisha mtu kwenda katika moto wa jahannam faliyadha billah. Ukiona una tabia njema, watu wanakufurahikia, watu wanakubeba, lakini pia una ulimi mzuri, unazungumza ile kwa mazuri, watu hawapati madhara kutokana na ulimi wako, basi wallahi, akthar ma yudkhilu nasu e, aljanna miongoni mwa vitu ambavyo vitawaingiza watu wengi peponi ni husnul khulqi, tabia njema. Ukiona alama hiyo imedhihiri kwako wewe, basi jua hiyo ni alama miongoni mwa alama za watu wa janna. Lakini alama namba tano, itmamul wudhu, ni kutimiza udhu, pale unapokuwa unatia udhu, unatimiza udhu wako kwa ajili ya ibada mbalimbali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wawsallama anasema wailul lil aqabi minan nar, ole wao wasiotimiza e udhu, wale wenye Tawadha, lakini wakawa baadhi ya sehemu wanaacha acha hawazingatii kuhusu e, ukutia ukutiaubu wao, basi hawa watu wameandaliwa adhabu kali kwa Allah tabarak wa taala. Lakini katika miongoni mwa hadithi za Mtume pia zikasema ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallama sayubathuna yawm alqiyama, watafufuliwa siku ya Kiyama e, mu, e, ghurran muhajjilina min athari dhu udhu wani, watafufuliwa hali ya kuwa wa viungo vyao vya, vya ng'ara, mikono yao nyuso zao zina ng'ara kwa ajili ya athari ya nini, ya udhu waliokuwa wakitia duniani. Kwa sababu hiyo ni nuru, na nuru ukiwa nayo, ndugu yangu eh, hii wanakuwa nayo ahluljanna, watu wa peponi ndo wanakuwa na nuru, lakini si watu wa motoni. Naam, lakini alama nambari sita kalbu salima, yani ukiwa na ishara hii ikidhihiri kwako wewe moyo uliosalimika, bi maana moyo ambao la yahmilu hasad, moyo ambao haubebi hasad, moyo ambao la ufanyi uh, ghanim uh, ghanima uh, alghiba E, moyo ambao haufanyi ghiba kusengenya, moyo ambao hauna hikidi, moyo ambao hauna chuki na roho mbaya ndani yake. Ukiona una moyo kama huu, basi wallahi, hiyo ni alama miongoni mwa alama za watu wa peponi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja amekaa na maswahaba akawaambia, hivi karibuni atakujeni, ata ataingia hapa msikitini miongoni rajulun min ahli aljanna, mtu miongoni mwa watu wa peponi. Akaingia kijana mmoja, Mtume alisema hayo mara tatu, akawa anaingia huyo kijana. Baadaye kuna sahaba mmoja akamfuata yule, e, yule yule yule aloambiwa yeye ni mtu wa peponi, kwenda kumchunguza anafanya ibada gani, lakini wallahi akawa ibada zake ni za kawaida sana, na baadaye yule sahaba akamwambia, wewe umetajwa ni katika watu wa janna na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mtume hasemi uongo, niambie ni ibada gani unafanya? Akamwambia, hakika mimi sifanyi ibada isipokuwa hizo ulizoziona. Na yule sahaba akaona ni ibada za kawaida sana, lakini mwisho yule akamwambia, isipokuwa mimi sina kinyongo na watu e, hakika mimi sina la ahad mima atahullah la hasad simhusudu mtu yoyote kwa neema alizopewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, lakini kadhalika na msamehe yule anaye nidhulumu na msamehe yule anaye niudhi, sina ugomvi na mtu na nikilala Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na waomba, na waomba, na muomba na nawasamehe wale wote ambao wamenikosea eh, na wale ambao wako katika hali ya kunifanyia ubaya. Hakika ukiwa na moyo kama huu, basi tambua hiyo ni alama miongoni mwa alama za watu wa janna. Leo hii watu wamekuwa na nyoyo za hasadi sana, wanatamani neema za wenzao walizopewa na Allah jalla jalalu ziwaondokee. Lakini angalia, mtu wa janna anapenda, wala hapendi eh, hapendi mtu aondokewe na zile neema alizopewa na Allah. Yeye anapenda abaki nazo. Dalili nambari saba. Dalili nambari saba inasema albukau min khashyati llahi jalla jalaluhu ni kulia kwa ajili ya hofu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kunyenyekea kwa Allah tabaraka wa Ta'ala liman arafa adhamatihi kwa yule ambaye anajua ukubwa wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala na wayakhafu iqabahu na akawa naogopa adhabu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala Yaani bimaana katika miongoni mwa watu ambao watafunikwa na kimvuli cha Allah Jalla Jalalu ni yule kijana aliyemtaja Mwenyezi Mungu kwa siri kwa kumwogopa na kumheshimu Mwenyezi Mungu mpaka macho yake yakatoa machozi. E, kwa hivyo kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, e, kwa kutekeleza amri zake, lakini pia ukalia machozi yakakutoka. Wallahi yale machozi hayatoki isipokuwa kwa hofu ya Allah subhanahu wataala na adhabu zake. Basi hiyo ni alama miongoni mwa alama za watu wa Janna, kwa sababu hiyo hapewi mtu yoyote tu bali ni mtu maalum wa mwenyezi mungu subhanahu wataala ndugu zangu hizi ndio alama saba zikidhihiri kwako wewe ama ukiwa na alama hizi basi tambua wewe ni miongoni mwa watu wa ahli janna watu wa peponi biidhnillahi tabaraka wa taala allah tujalie atujalie tuwe na sifa hizi na tuwe ni miongoni mwa watu wa janna biidhnillahi tabaraka wa taala wallahu alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh